Jambo hili liliamuliwa na bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama muhimili wa dola, muhimili unaojitegemea, na liliamuliwa kabla ya awamu ya tano ya serikali tuliyopo, na mara kadhaa nimesema kwamba jambo hili ni jipya, na kwa sababu ni jipya kwa nchi yetu, litakuwa na mapungufu mengi ambayo kadri tunapokwenda, kadri wanapofanya, inabidi watokee wadau, wazungumze mapungufu yanayotokana na mfumo huo, na bunge kama muhimili lazima uendelee kufanya maboresho kadri siku zinapokwenda, na nikasema sisi kama serikali pitia wizara yangu ya habari, ambaye ni muumini wa kweli na wa dhati wa uhuru wa watu kupata taarifa, lakini uhuru wa vyombo vya habari, tuko tayari kukaa katikati ya bunge na wananchi na wadau kuhakikisha haki yao haifini kwa namna yoyote. Na bunge kuamua kuwa na studio yao, jambo moja la kushukuru na hili. Uh, ni jema kwa community radio. ba baadhi ya, ya, ya, ya wanahabari waliunda timu ikaja Dodoma wakazungumza na uongozi wa bunge. Moja ya mambo waliokubaliana ni kwamba kuna uwezekano wa kuwezesha redio kurusha matangazo ya bunge moja kwa moja tofauti na televisheni <coughs> na mpango huo unaendelea kufanyiwa kazi na mimi naamini baada ya muda especially kikao kijacho pengine cha bunge utakuwa na uwezekano wa matangazo ya bunge kutangazwa moja kwa moja kupitia radio. Sasa jambo moja la faida ambalo tutalipata kutoka studio ya bunge, zamani ili urusha yale matangazo ilikuwa ni lazima ulete watangazaji Dodoma na ulete vifaa urushe matangazo kutoka Dodoma kwa vifaa vyako, gharama yake ilikuwa la kubwa. Lakini sasa hivi kupitia studio ya bunge, studio ile itazalisha yale matangazo moja kwa moja, yatarushwa na redio zote. Zaidi ya mia moja na ngapi ambazo zimesajiliwa, zina uwezo wa kuyapokea yale matangazo na kuyarusha kwenye eneo lao. Kwa hiyo wigo wa watu kusikiliza matangazo ya bunge utaongezeka kwa gharama nafuu, bila kulazimika kuleta watangazaji Dodoma, jambo ambalo ninaamini litakuwa zuri, litaongeza wasikilizaji na litasaidia sana kuboresha matangazo hayo ya bunge, tofauti na mwanzo ambapo ingelazimika kuleta Dodoma na sijui community radio ngapi zingeweza kuleta watangazaji Dodoma, gharama ni kubwa, vifaa ni ngali. Kwa hiyo uwezo wa kuyarusha matangazo ulikuwa uwezekana, lakini sasa hivi sasa itawezekana. Kama ambavyo mnatumia uh, production studio hii, inawezekana pia kutumia production studio ya ya bunge kurusha matangazo kuanzia huko huko tulipo, huko huko mtama kwangu kule, huko ngara mwishoni kule, una uwezo wa kupata matangazo apiarusha. na kuyarusha. Naamini hili limeeleweka na sitakutana nalo tena.